Sasa hii ni mashine nyingine, ni pale nyingine ya blowmold ambayo ina vitu tofauti. Hapa kuna pande ya PLC, hapa kuna upande wa kule huji kutengeneza hizi hita. Hizi ni SCR kwa ajili ya hita na sehemu kapu kwa ajili ya kutengeneza yale majiko kwa ajili ya kupoza material na kushusha. Hapa kuna e, kwa ajili ya kukamua hule huji hapa. Na hii hapa pia kuna auto transformer. Hii ni kwa ajili ya huyo. Auto transformer huyo ni kwa ajili ya huyo hapa, na huyo hapa auto transformer yake ipo kwa chini hapa eh. Kwa hiyo inafanana na ile video iliyopita ya kwanza. Huyu PLC si, anakuja moja hapa, kwa moja anakuja hapa kumpa data ya kompyuta yetu. Hizi zingine ni nini? Ni amita kwa ajili ya, ya, ya kupima current temperature yetu inakuja kusomwa hapa ambayo inatokea kwenye hizi hapa a asahii ni majiko moja, pini, nene, so zunaka, semu. Kuna jiko namba moja namba mbili namba tatu namba nne namba tano, zohita hizo nazokelea, ambazo zinakaa sehemu inapokaa ni kwenye ile chemba, linakuonyesha hizo hita. Ila kuna hizi hapa ni kwa ajili ya kwa ajili ya kontakt ambazo, kwa ajili ya hydraulic hizo ni kwa ajili ya hydraulic. Sasa nataka nikuonyeshe hizo heater za za hapa kwenye PLC ina indicate hiyo hapa, hizo zinapita huko ndani zote. wanakuwa na sehemu kavu hii hapa kwa ajili ya temperature. Hizi ndio hita zetu kama nilivyokuonyesha, zipo nyingi kule. Hapa kule zinakamuliwa na ile pampu nakwenda kuja inatoka hapa. Na kwa hizi modi na katua ndio eh, inakuwa Dumu hii inaitwa mold, kwa ajili ya kutatuia madushepu ya dumu. Inaendeshwa na hydraulic ni cheza katika video zilizopita.